Ni life anasema, hii ni high life, maisha ya juu, na umepauka, maana yake kuna namna umefungwa. Unahitaji mtu atakayekusaidia, unahitaji mtu atakayekuambia rudi, hiyo sio njia kwako. Mungu akukuumba uishi hivyo? Mungu akukuumba uwe mlevi? Mungu akukuumba uwe vutabangi? Anasema mauti imepanda madirishani. Neno mauti kupanda madirishani ni kuwa na mabinti wasiooleka, ni kuwa na wanaume wasiooa, ni kuwa na mabinti wasagaji, ni kuwa na wanaume mashoga. Na dunia tunaijua sisi, hakuna jambo jipya usiolijua Hakuna lolo ishangando la wewe, yote anajulikana, na kama bado hujayajua utayajua baadaye. Kama hauoni umuhimu wa kuomba leo, utazaa kesho, utayakumbuka haya maombi. Uchiu muhimu wa kulia leo, utalia kesho, wakati watoto wamekushinda, wakati ndoa imekushinda, wakati umekosa ime mtu wa kumuoa au wa kumuoa. Kwa nini? Kwa sababu dunia imepoteza mwelekeo, kwa sababu wanaoikaa wamemwacha Mungu. Mungu ametutuma tukuambia hivi, tuna kongamano linaendelea, limeanza jana, linaendelea leo, na leo Mungu ametupa maelekezo tuje kwenye lango la mchuhuu. Ukiona watu wamejitoa fahamu wamekuja hapa so, wewe pengine hauelewi kwenye dini yako, labda watu hawalipi gharama kwa ajili ya wengine, kwa sababu wanaonaga wenye dhambi ni wasiofaa. Ila sisi Mungu alitokea hivi, wenye dhambi ndio nawatafuta. Maana kabla ya sisi kuwa watumishi, zamani tulikuwa wabaya, na kuna watu waliomba kwa ajili yetu na nafasi na, na, ya kuwepo tuko hapa tukuambie karibu kanisani na tukamwombe Mungu unaesokea jajianda, wewe ueleu chochote ni kweli, lakini chukua hatua tufuate, kwa sababu yamkini leo eleu tunachokifanya hapa, ila ukaelewa kesho wakati unachokufanya sisi. Tulikataliwa na wazazi zamani, tulionekana kwa watu sofa jamii tuache ikatukata, lakini kuna watu walimbia kwa ajili yetu tunalipa gharama kwa ajili ya wengine, kwa sababu tunajua thamani yao. Hakuna wadamu asiye na thamani duniani. Unayemwona leo ni kahaba, anauza mwili wake mjini, Mungu akumtarajia hivyo, mama yake akumzaa ili aweje kuwa hivyo ni uchungu unaoabisha kwenye maisha, kuna wakati huwezi kuelewa, lakini sisi tunajua wewe ni wa thamani. Njoo tuombe pamoja, tumwambie Mungu, kumbuka ulituamini tukawa na watoto, ulituamini tukawa watu tuliooa tukaoa na wanawake, ulituamini tukawa watu tulioelewa tukawa wenye familia. Haujatumba tujetua aibu ya dunia, haujatumba tujetua duniani, haujatumba tualiaungu tujetua... hauja aje haribike Naomba nimalizie tu hapa lakini kukumbushe kwamba kongamano linaendelea leo na kesho. Tunaomba uje kanisani. Maisha yako ni ya muhimu sana. Sio kwa ajili ya bangi, sio kwa ajili ya ulevi hata kidogo, sio kweli, sio kwa ajili ya zina. Sio kweli kabisa. Mungu aibariki sadala na watu wake. Mungu, watu wameharibika

ya leo tazungumze na ila aliyekoba, tazungumze kwenye kijiwe, kwenye kijiwe cha bangi, kijiwe kila wanapokaa wanapokutanika

Fanya vile unavyofanya hujalewa. Kwa nini unatelekeza nyumba yako? Hujalewa ni kwa nini umeacha watu wako? Kwa kwa nini haueleweki? Ao kwa nini, nini hatima yako imepotea? Ni kwa sababu kuna adui alifika mahali akateka maisha yako, akaharibu nyumba yako, akaharibu kizazi chako, akachukua jota yako, akaharibu bwana

Asante kwa sababu hutaacha wala neno lako halitanguka, bali fadhili zako zitawafuata katika majumba yao, kwenye biashara zao. Usiku wa leo utazungumza na mioyo yao, wala haitanyamaza, wala lugha yako itanyamaza, wala lugha yetu.